Maalasaf, jambo ambalo laumiza sana sana roho laumiza moyo na kuumiza sana ni kuwa zile nchi zilizokuwa na uchefuzi zote za Kiislamu. Nionyesheni nchi moja ya kikafiri ati hapa kuna fujo katika ile nchi ya kikafiri, na ikiwa liko lile fujo, basi watafanya bidii hao kufar mpaka wahakikishe kumetulia kule ila nchi za Kiislamu, na wakishamwangusha yule kiongozi basi ile amani kuja kupatikana tena katika nchi hizo, nkazi kubwa sana. Sijui kwa nini, wakati Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametupa mwongozo katika namna ya kuamiliana na viongozi wetu vile watakavyokuwa, tumepewa mwongozo na Mtume sallallahu alaihi wasallam salam. Lakini watu watia akili, watu wafahamu Sijui kama watu waelewa, ha, yani shar'an wa qadaran kama alivyoeleza Al-Imamu al-Mujaddid rahimahullah. Sheria imezungumza na watu waona kwa macho, nyi mwajua kama Moroko sasa hivi kumeanza maandamano, maandamano huku, maandamano vijana watoka, wajiita Gen Zero, yani hawa Gen Zero wajiita Gen Z ni zero. Hakuna watu ambao waweza kuchezewa akili zao kama hii generation kwa sababu ni watu wavivu sana wa kusoma. Yeye hata kaangalie video kwenye YouTube ndo ampata ilmu. Hawezi kuchukua kitabu cha kurasa mia mbili akakisoma mwanzo mpaka mwisho. Mvivu kwa akili yake, yeye ya achezewa na media tu, akichezewa tu kidogo hivi huyu ashatoka kwenye maandamano. Yaani ni watu wajinga sufahau alahlam hudathau alasnan, umri mdogo akili zao pumbavu. Sufaha hawa ndio wanaotumiwa na nchi za kikafiri katika kuchafua nchi za Kiislamu kwa kupitia mitandao tu. Sasa mimi nitakuuliza, yaani wale watu wa Moroko pale wamekaa, Waislamu, nchi ya Kiislamu, hawaoni jirani tu hapa Libya, ili hali wanaoishi ya tabu kwa kile walichokifanya katika nchi yao. Hawaoni suria ile hali walionao sasa hivi ya tabu. Hata baada ya kuwa kiongozi wamewekwa amekuja yule bwana amekuwa kiongozi pia, bado hakupatikani utulivu katika nchi. Hawaangalii wakaona ni. Subhana Allah, fungua macho tu angalie. Si lazima uwe msomi. Ikiwa sheria we hukuisoma basi mambo huyaoni kwa macho yako, bwana Wallahi, wamwona mtu hivi, aseme yule kiongozi wao alikuwa mwovu kweli, lakini afadhali alivyokuwa yeye kuliko ile hali tulionao sasa. Afadhali alivyokuwa yeye kuliko sasa. Ama Yaman, Yaman walipompendua Ali Abdullah Saleh yule Al-Affash, walipompendua yule rais walisherehekea sana. E, e, shampendua kaangalia tu hivi ni mofurahikia mnamwangusha kiongozi wenu aa, mtakuja juta sasa. Hii wasema afadhali alivyokuwa yeye kuliko hii hali tulionayo, na ndio ukaona leo wengi katika wa Yemen watoa wa nasaha kwa watu wa Moroko, wawambia sisi tulikuwa huko huko, hiyo mfuraha ya kilevi, ule ulevi ukishaondoka ule, mtakuja kujua oh, kumbe tumefanya makosa, lakini itakuwa ni majuto baada ya kuwa huwezi kufanya chochote. Sasa yanapotokea mambo kama haya, kwa kuwa hakuna amani katika zile nchi, watu wakimbia, watafuta nini? Watafuta amani. Ndio wajua sasa maana ya amani na umuhimu wa amani. Kabla ya kuivunja walikuwa hawajui maana ya amani. Nini amani? Kitu adhimu sana. Wallahi, Allah subhanahu wa taala akikuneemisha neema ya amani, mshukuru sana. Afadhali uwe maskini lakini una amani, kuliko kuwa tajiri kwenye vita. Hawe tajiri kwenye vita, utaanza wapi kule? Ukitaka kula kwa pibwa bomu, hata kula uwezi. Chukulia mfano wa mbuzi, umemfunga kamba kwenye mti, umejaa nyasi, kisha mti wa pili mfungie fisi yule fisi hamfikii uajatu kisha iwarudi atakula ule mbuzi. Si ana nyasi nyingi tu, atakula? Hawezi kula, sababu hakuna amani. Yule fisi kila saa atakumvamia. Ndivyo inavyokuwa watu wajuta baada ya kuivunja amani. Na haya tuwaambia pia ndugu zetu kule Tanzania wachunge sana, maana sasa hivi katika mitandao, kwa sababu kura zimekaribia, utawakuta tutafanya maandamano. Usijaribu ndugu yangu, usijaribu, tulia. Hakuna kitu chenye thamani katika nchi kama amani. Usije ukaiharibu amani yako, wallahi mtajuta. Ile siku ambayo ile amani itakosekana, utajuta, utajua ule umuhimu wa amani nini Leo bwana, alhamdulillah, mtu aweza kumwacha mtoto wake yuenda madrasa, kama ni shule yuenda, yuarudi, yu hata bariana na raha, yuarudi nyumbani salama salimini. Ile amani ikiondoka, ilo jambo utalitamani. Wewe mwenyewe ukitoka, ukirudi salama, pia ni salama. Watu wana hofu, almuhim Watu wametoka katika nchi zao wakaenda katika nchi za kikafiri, wangapi? Ukiwauliza wasema, hali yani imetupeleka sisi kukimbia katika nchi zetu, tutafanyaje? Maanake watu wauawa, watu wafanywa kadha. Basi wakaenda katika nchi kama hizo, ndio ukaona mabalaa yanayotokea baadaye kwa wale watu waliokwenda katika nchi kama zile.